Hatua ya kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika wilaya ya Kilindi, Serikali kupitia TANESCO inajenga kituo cha kupoza umeme cha Kilindi na njia ya kusafirisha umeme msongo wa kilovolt 132 kutoka Mkata hadi Kilindi. Hadi kufikia Januari 2026, ujenzi wa kituo hicho umefikia asilimia 35.9 na asilimia 30.91 kwa njia ya kusafirisha umeme na ujenzi huo umepangwa kukamilika mwishoni mwa mwaka 2026 kulingana na fedha zitakavyopatikana. Mheshimiwa mwenyekiti, pamoja na miradi hiyo TANESCO inaendelea na ukarabati wa miundombinu iliyochakaa katika maeneo hayo sambamba na ubadilishaji wa nguzo za miti, za miti na kuweka za zege ili kupunguza ukatikaji wa umeme unaosababishwa na kudondoka kwa nguzo za miti kwa sababu ya mvua na kuchomwa moto. Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa Salehe Mhando, swali la nyongeza. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa waziri kwa majibu mazuri, lakini pia tumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa huu mradi mkubwa wa gridi imara pamoja na ujenzi wa kituo cha kupoza umeme. Lakini pamoja na majibu hayo, naomba kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza. Kutokana na hali ilivyo sasa na kama alivyoeleza kwamba mradi huu unatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwaka huu na hali ilivyo kule ni, ni hali ambayo kidogo ina changamoto kubwa. Nini hatua ya muda mfupi ambayo inaweza serikali ikachukua walau kupunguza changamoto iliyopo sasa iweze kurejea angalau iwe sawa na miezi mitatu iliyopita kulinga tofauti na hali ilivyo sasa? Lakini swali la pili, kuona ni kuamini. Je, mheshimiwa waziri yuko tayari kuongozana na mimi baada ya vikao hivi vya bunge kwenda jimbo la Kilindi kuweza kuona na kuweza kuweka msukumo kwa ajili ya kutatua changamoto hii ya katika katika kwa umeme. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Waziri ujibu swali la kwanza ilo la pili, uwezi kumkomiti waziri mwenzio majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kujibu swali la Mheshimiwa Mbunge na nimpongeze sana kwa kazi nzuri anayoifanya, kuhusiana na hatua za muda mfupi ambazo TANESCO inafanya kwanza niwape pole sana kwa kadhia ambayo wanapitia, na ni kweli Kilindi inapata umeme kutoka substation ambayo iko Korogwe substation ya Hale, lakini vilevile vile, umeme mwingine wanapata kutoka Handeni na ni line ambayo ni ndefu sana zaidi ya kilomita 220 na ndio maana serikali ikaona umuhimu wa kujenga kituo cha kupooza umeme pale ili wananchi wa Kilindi waendelee kupata umeme wa uhakika na ni ahadi ya Mheshimiwa Rais alivyoenda Kilindi miaka miwili iliyopita. Kwa hatua za muda mfupi, tayari TANESCO inafanya ukarabati kwenye njia ya kusafirisha umeme kuhakikisha kama ni maeneo ambayo yana majimaji basi nguzo zile za miti zinatolewa na za kuwekwa zile za zege, lakini kwa sababu na TANESCO na wenyewe wamesikia, basi nina uhakika wataenda kupitia upya laini ile na kama ni ndefu sana, basi wataweka vikata umeme na kuchukua tahadhari zozote zile kuhakikisha kwa muda huu ambao tunasubiri kituo cha kupoza umeme kikamilike na njia ile ya kusafirisha umeme ikamilike, basi wananchi wanaendelea kupata umeme wa uhakika. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wa Kilindi, serikali inayo mikakati mizuri sana ya kuhakikisha wanapata umeme wa uhakika, na kwa hilo tutaendelea kulifanyia kazi na kutimiza ahadi ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa akiwa Kilindi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.